Katika mazungumzo yetu mafupi haya tumeleta mada inayosema Yesu tunayemfahamu. Kwa nini tunaleta mada hii? Kutokana na nabii huyu kuwa na mahusiano pande zote. Ninaposema mahusiano, watu waneye mwamini watu wa dini mbili tofauti. Hususan Waislamu na ndugu zetu ambao sio Waislamu wasiokuwa Waislamu, wanaamini kabisa Waislamu hawamwamini Bwana Yesu, lakini ukweli ni kwamba Waislamu tunamwamini vizuri Bwana Yesu. Tofauti tu ipo katika namna gani ya kumwamini. Ndugu zangu, leo tunataka kuthibitisha na kuuhakikishia ulimwengu kwamba Waislamu tunamwamini Bwana Yesu. Na bahati mbaya pale inapokuja kwamba tunamtaja kwa jina la Nabii Isa, watu wengine wanahisi kwamba tunamtaja kwa, tunamtaja mtu mwingine kabisa, isipokuwa wachache tu ndio wanafahamu hivyo. Sasa basi Mwenyezi Mungu anatuambia hivi katika Qur'ani, wa idh qala Isa bnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musadikan limabaina yadaya, nakumbukeni, mwenyezi, mwenye, mwenye, na, nakumbukeni. Mwenyezi Mungu alipomwambia Isa mwana wa Mariamu waambie wana wa Israeli, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nakumbukeni. Nabii Isa alipowaambia wana wa Israeli, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Ndugu zangu, hii ni Qurani inatufahamisha na kutueleza kazi ya nabii Isa au Bwana Yesu ni nini katika huu ulimwengu, na katika hizo kazi zake ndizo sisi tunaamini kabisa kwamba ametumwa na Mungu. Ndugu zangu, ni kweli nabii Isa ni miongoni mwa manabii ambaye am, amefanya miujizo mikubwa kwa uwezo wa Mungu, mizito sana. Kaweza kufufua kabisa, na wakati mwingine anatengeneza ndege kwa udongo, kisha anampulizia, anakuwa ndege kwa hivi ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tunamwamini hivyo bwana Yesu, lakini pia sisi bwana Yesu tunamwamini kwamba amekuja kuwafundisha watu katika huu ulimwengu. Anawafundisha nini? Mwenyezi Mungu anasema tena katika Qur'ani laqad qafala alladhina qalu inna allaha Maryam na, wamekufuru wale wanaosema mwenyezi mungu ni, ni, ni Isa mwana wa Maryam, hali ya kuwa Isa alisema enyi wana wa Israeli, muabuduni mwenyezi mungu mola wangu na mola wenu. Haya ndio maneno anayoyasema Nabii Isa au Bwana Yesu ndani ya Qur'ani, yamenukuliwa hivyo na mwenyezi mungu. Sasa hii ni Qur'ani imetuonesha Bwana Yesu alikuwa mtume na alikuja kufundisha neno la Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Sasa kwa bahati nzuri, Waislamu, miongoni mwa vitabu tunavyoviamini kimojawapo ni Injili. Injili ambayo ndio aliyokuja nayo Bwana Yesu alipopewa na Mwenyezi Mungu kama neno la kuja kuwatangazia watu. Tukitazama mfano katika Biblia tunakutana na maneno yanasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 aya ya 24, andiko linasema hivi: akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu anatufundisha kwamba yeye katumwa na Mwenyezi Mungu, kapewa kazi ya kufanya na Mwenyezi Mungu hapa duniani ili kuwaongoa hao wanadamu waelekee kwa Allah wakiwa salama. Sasa anatufundisha katika aya hii utumishi wake, yeye katumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Kuna mambo mawili yote yamepatikana hapa. Jambo la kwanza ametumwa na Mungu, jambo la pili ametumwa kwa wana wa Israeli, nas tunaamini hivyo kwamba nabii Isa au Bwana Yesu ndio mtume wa mwisho kwa wana wa Israeli miongoni mwa mitume wengi waliotumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini sio hivyo. Kumbukeni, tulikutana na fundisho ndani ya Qurani kama lilivyokuwa hili la utumishi wa wa Bwana Yesu, lakini pia fundisho ambalo tulikutana nalo lilisema kwamba Isa aliwaambia watu wake kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu, mola wangu na ni mola wenu Maneno haya pia tunayapata katika kitabu cha Injili Yohana sura ya 20 aya ya 17. Kuna maneno yanasema hivi: usinishike maana sijapaa kwenda mbinguni, lakini anaenda kwa ndugu zangu, kawaambie ninapaa kwenda kwa baba yangu nanyi ni baba yenu, kwa Mungu wangu nanyi ni Mungu wenu. Haya ndiyo maneno anayoyafundisha Bwana Yesu ndani ya Biblia na yakunukuliwa ndani ya Qur'ani kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu anayemtangaza ndio Mungu wake yeye na ndiyo Mungu wetu sisi. Sasa changamoto inakuja kwa baadhi ya wenzetu upande mwingine, wao wanamwita kwamba Yesu ni Mungu. Hapa ndiyo penye changamoto ya mgawanyo unapokuja ndio maana nimesema tuna tofauti katika namna ya kumwamini Bwana Yesu, lakini Yesu tunayemfahamu sisi ndio huyo mtume wa Mungu na anafundisha neno la Mungu. Mungu wake yeye ndio Mungu wetu sisi, ndio tunayemfahamu sisi huyo. Na sio hivyo tu, tazama katika kitabu cha Yohana sura ya nane aya ya arobaini kuna maneno yanasema hivi lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu niliyowaeleza ni iliyo ya kweli niliyosikia kutoka kwa Mungu. Anatutengenezea mazingira na anatufundisha somo muhimu sana, kwamba yeye ni nani. Anatufahamisha kwamba yeye ni mtu, lakini anayoyafundisha pia anayasikia kutoka kwa Mungu, kama alivyofafanua mwenyewe katika ile Yohana 5:30 aliposema kwamba, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe bali kama nisikiyavyo ndivyo ni hukumuvyo, nami najua hukumu yangu ni ya haki, kwa maana siyatafuti mapenzi yangu mwenyewe bali kwa bali yake yeye aliyonipeleka. Haya ndio maneno yanayotufundisha, na huyu ndio Yesu tunayemfahamu. Ndugu zangu, yako mengi ya kusema kwa sababu tunafahamu kwamba Mungu yeye kwa kawaida ndio, ndio muumbaji lakini Bwana Yesu yeye ameumbwa ye, kama tutakavyoonyesha katika vipindi vinavyofuata. Kwa hiyo, Waislamu tunamwamini Yesu, tena tunamwamini vizuri sana, na taarifa zake tunazo, mpaka dua aliyosoma bibi yake ili azaliwe mama, mama yake Yesu, mpaka dua aliyesoma mama yake Yesu baada ya kumzaa Yesu ndani ya Qurani yote yameelezwa, mpaka ukoo wa Yesu umeelezwa ndani ya Qurani. Hivyo Waislamu hatuhitaji kuja kufundishwa Yesu na mzungu. Bali Qur'ani imetosha kutuelekeza kwamba Yesu ni nani. Kwa hiyo tunamwamini, tunamfahamu. Tofauti yetu iko katika namna ya kumwamini. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hizi na maelekezo haya, wewe msomaji wangu, wewe mtazamaji wangu, utaona ni akina nani wanamwamini kwa usahihi zaidi. Kwa haya tunasema tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tukutane katika vipindi vijazo katika somo hili la Yesu tunayemfahamu, na usiache kusubscribe hapo katika alama hiyo ya kengele, ili tu kwamba vipindi vitakapokuwa vinakujia viweze kukufikia na wewe na namba zinapita hapo chini yako, basi insha Allah tutafute, ili tuelekezane. Tunakubali hata kukosolewa na mambo mengine ya mfano huo, lengo ni kujenga. Basi asanteni sana, mpaka wakati mwingine, ni ndugu yenu katika imani Haidari Msiru. Assalamu alaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh.